Kwa maeneo ya Ziwa Victoria upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa ilhali katika maeneo ya Ziwa Tanganyika pamoja na Ziwa Nyasa upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi, na Mamlaka ya hewa inatoa angalizo Lavindo wa pepo mkali unafikia kilomita 40 kwa saa na mawimbi makubwa yanafikia mita mbili katika baadhi ya maeneo ya ukanda wote wa pwani, ikihusisha mikoa ya Tanga, Dar es Salaam, Pwani kijumuisha visiwa vya Mafia Lindi na Mtwara pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba. Hivyo ni vema kwa nchi kuendelea kuchukua hatua zinazostahiki. Nakose kwa leo, maeneo machache hususan yale ya mkoa wa Kagera pamoja na Mara yatajua kwa na hali magumu kiasi mvua na ngurumo za radi. Kwa maeneo ya visiwa vya Unguja na Pemba kuna tajua kwa na hali magumu kiasi mvua katika maeneo machache. Na maeneo mengine salia ya chelesalia yatajua kwa na hali magumu kiasi na makavu kwa jumla. Na kesho, kwa siku ya kesho maeneo mengi ya nchi yatatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi vya jua isipokuwa katika maeneo machache ya mkoa wa Kagera Mara, pamoja na Simiyu ambapo tutatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache, na maeneo pia ya Unguja na Pemba yatatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi mvua katika maeneo machache. Na sasa tupate utabiri wa siku zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tunatarajia vipindi vya jua lakini mvua nyepesi katika maeneo machache. Mkoa wa Dodoma tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Kwa mkoa wa Mwanza pia tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Mkoa wa Kilimanjaro tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua, na mkoa wa Mbeya tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua ilihali katika mkoa wa Morogoro tunatarajia vipindi vya jua lakini mvua nyepesi katika maeneo machache, na mkoa wa Arusha tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na mpaka kufia hapo, kutoka kama makale hewa tu na ziada. Asante kwa kuwa nami na nikutakie mapumziko mema.